Mgoro mgombea mwenza wa CHADEMA Juma Haji Duni amesema endapo serikali yao itaingia madarakani itahakikisha inasimamia swala la upatikanaji wa katiba mpya itakayokuwa na manufaa kwa wananchi. Kutoka Morogoro, mwandishi wetu Robert Mayungu ametuandalia taarifa ifuatayo. Pamoja na kunadi sera za vyama vinavyounda umoja huo, serikali itakayoundwa itahakikisha inatengeneza katiba mpya ambayo amedai itakuwa ya manufaa kwa Watanzania. Utakuwaje wewe uwe rais kama hakuna watu? Watu kwanza, watu ndo wanaofanya Kikwete awe rais, watu ndio wanaweza kumfanya Lowassa awe rais, watu ndo wanaweza fanya, wanaweza kila kitu, na sisi ndiyo kwanza kabla chochote. Kwa hivyo lazima tuwe katiba ya watu itakayolinda maslahi ya watu. Wagombea mbalimbali wa nafasi za urais, ubunge na madiwani wanaendelea na mikutano katika maeneo mbalimbali nchini, huku zikiwa zimebaki siku 21 kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu. Robert Mayungu, Azam News, Morogoro.